kama ni mkono wa Mungu anakuepusha mahali, ukakasirika badala ya kushukuru. <coughs> Nataka leo mwambie Bwana, sikujua kama ni jambo la ajabu lilitenda kwangu. Sikujua ni jambo la adhabu la ajabu. Hata ijapo lilipatia adhabu fulani, lakini li ilikuwa ni mapendo ya ajabu <coughs> <coughs> na kipindi napitia sasa, lakini najua kwa sababu Bwana nimekushukuru leo, unanifundisha kuna uchungu napitia sasa, lakini no Bwana ule nioko kuna wale niko nao kwa sasa. Ewe Mungu ulinishika mkono Mwesi no, no, no, no, no, no, no. <coughs> kuweleza <coughs> mimi Mwesi kuweleza

aji Yesu Kristo, asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Mtakatifu, kwa neema na fadhili zako mlizoacilia kamasaa kwa ibada hii ambayo Bwana umeipenda na kushukisha Roho wako kwa ajili ya kutushughulikia, ambaye Bwana unamjua na anatujua na anajua kila mawazo yaliyopo ndani ya mioyo yetu lile tuombalo na hata yale ambayo tujayaomba yaliyo mazuri hakika Baba, kwa vile umeshuka na neema na roho wako mtakatifu ametumia mtumishi wako, kwamba Baba tukushukuru. Maana hatujawahi kukushukuru kiroho namna hii, huenda watu wanakushukuru tu, lakini hawajawahi kukushukuru katika kanisa lako na katika ibada ya namna hii, kwa sababu Baba haujalikujia kama vile umetukujia. Kila siku unatukujia kweli, lakini leo umetukujia na roho nyingine ambao Bwana ni asukura. Na kuna jambo limefanyika wenda nilifanya kule nyumba, lakini kuna mwingine halijawahi fanyika hapo kwa sababu melifanya. Sasa kuna baraka na kuna matumaini, mutu uliokatwa utachipuka tena katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sote tumeomba na hata kuamini. Amen. ni katika viti vyetu. Unapotoa hiyo sadaka kitu kinakuja nacho katika roho ya Mungu Baba, nizidi wala nisikuwe, haijalishi ni mali gani unaomba, kama ni kwa kipato, kama ni kwa baraka, kama ni kwa nguvu, kama ni kwa huduma, kama ni kwa watoto, Baba nikazidi, wala nisikuwe na kusitokezee jambo na kunivunja moyo palili la nyuma bana, najitumia yaliyo mbele yangu, sio yale yaliyopita. Yaliyopita tayari kwa hapa, nimekushukuru na kwa sababu utaenda kutenda mengine yaliyo mema na kunisaulisha. Ninajua kile kilichoenda utaniletea kizuri zaidi ya kile kilichoenda. Haijalishi ni kazi, haijalishi ni amani, haijalishi ni afya haijarishi ni kipato, haijarishi ni kipawa, haijarishi ni huduma, aijarishi ni ndoa, haijarishi ni elimu, chochote ambacho Bwana umependelea kukileta kwangu. Na unajua Bwana, ukinipa kitanifaa, na sitakukosea kiruhusu kije, kiruhusu kije katika jina la Yesu, amen. Asante. Asante. Mungu akutie nguvu mwanangu, nakusimamisha alipo na nafasi yako na yote yaliyotendeka. Mungu akaweze kukubariki mingine mapya ukafungulie na kujazwa nguvu katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, asante Yesu, asante Amen. Asante. So jiandae sasa, jiandae kuja kumtolea Bwana. Andaa sasa sadaka yako, nataka nikuombee maombi mafupi maana roho tayari ametanda na utukufu wake, na hicho kipindi amekiona na ameona jinsi ambapo ataenda kuguga weki. Kama kuna siku umebarikiwa zaidi, basi ni bera hii, kitu imefanyika mwanangu, na siku moja wana wa Israeli walifanya hivi, lakini nchi yao ilibadilika ikawa na mazao ya ajabu. Amen, sasa we ikawe Muisraeli kazae kila aina ya matunda ya kupendeza wanadamu na hata Mungu. Sijui kwa nini nahisi kubarikiwa mali kuna mtu ambaye nimekushukurisha kwa Bwana, hata mimi umenifanya, kuna mahali nimefunguka zaidi, kwa sababu Mungu amenitumia kwako. Utabarikiwa sote mwanangu kutenguliwa sote mwanangu. Kuna vitu tulikuwa tunavikosa <tukatuna> maana hakujawahi shukuru, lakini from now kuna vitu tunaenda kuvipokea. Umetendewa mengi, ulikasirika badala ya kushukuru. Leo Mungu amekuona, amekuona, amekuona, umeonyeshana, umeonekana

Liteni baba amekuta wacha vekuta wacakanokaitipe katika matendo yote ya muujiza katika jina la Yesu, nimeomba Amen. Amen. Na hata kushukuru, haleluya. Basi nataka nikombei, shikilia sadaka kwa mkono wako wa kulia. Baba nakuita tena Yesu nakuita tena Baba, nakuita tena Masia. Angalia moyo wangu umebondeka, umenipa hiki nilicho natu. Mwenda nipatia ni mtoto wangu ni mwenyewe ama ni mimi mwenyewe, nimetafuta kwa bidii. Mwenda nipatia ni muke wangu ama ni mume ni ni wangu, ni wangu, lakini tuko pamoja. Ninaomba Bwana kuenda kukutolea ukaniondolea na vifungo na maroho yote ya mateso kwangu, na hata kwa yule aliyeshia pamoja nangu, na hata wale wengine ambao ni wa familia yangu. Sadaka hii ninapoipeleka katika mababau yako Baba yangu, huenda kuna mtu amebeba maroho yakaondoke, huenda amebeba mateso yakaondoke, wepo wana shida zikaondoke ni mgonjwa akapona, kuna vifungo, si yeye tu bali hata maisha yake na mtoto wake. Ujana wake umekuwa ujana usioleweka, aoni mwanzo wala mwisho, anahitaji kuona mwelekeo wa maisha yake. Mzee yule, mama yule, kijana yule, mtoto yule, moyo wake umekuinulia hii dhabihu basi Bwana, na ikawe manukato meleza hakika dhabihu. Okay, hii inakoenda kukufurahisha. Pokea shukrani hii, pokea fungu la kumi hili, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya ndoa yangu, kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya ujana wangu, kwa ajili ya uzee wangu, kwa ajili ya umama wangu, na kwa ajili ya kila kitu ambacho Bwana nakuwa nikiwaza kilicho kizuri kani na ninapoomba kile kibaya kimuondokee, okay. Basi kaka niondokee, ninachoomba kizuri hili kinifikie, hakuna wa kuzuia tena. Ninapoenda kukutolea katika madhabahu hii, Bwana naomba baba unione, ninapoinuka katika dini hiki na kuja katika madhabahu yako, nitaenda kama kina Daudi walivyoenda, nitaenda kama wana wa Israeli walivyoenda, nitaenda kama watumishi wako walivyoenda, wakiwa wamebeba dhabihu iliyo takatifu. Ninaamini dhabihu hii ni takatifu machoni kwako na mbele zako, kwa maana moyo wangu kile licholipatia sikuweza kukuibia Mungu wangu, kwa maana sitaki ufunge madirisha, bali nataka ufungue ili nikaweze kuona baraka zako. Asante Mungu Baba, kwa sababu ninakupenda sana, ndio maana nakutolea. Sitoi kwa ajili ya mtumishi, natoa kwa ajili yako, kwa sababu ndivyo ulivyoamuru, na wale wote wakutolea Bwana ndio ambao wanaamirisha ndani ya mioyo yao, ambao wanakupenda sasa hivi Baba, hata kuna harambee kwa mbele yangu, ninatoa hii sadaka Mungu, nisikose, sikose, nibaki wiki moja. Baba utatenda muujiza, sitaaribika. Mungu utatenda muujiza na utaachilia neema, na nitakuja hapa nikiwa na furaha. Asante kwa kuwa, Mungu wangu, kila madeni yote niliyonayo nitayalipa kwa wakati. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo, nimeomba na kuamini Basi tunyanyuke sote, funguliwa banadamu isiyeta eh? Ame amefunguliwa, amefunguliwa, amefunguliwa, maana sio mapepo mapepo mape, huwezi tajia Yesu, amefunguliwa Tore Ame. Bwana usongeze wengine 2 wakini